Hatimaye Umoja wa Ulaya wametoa uamuzi kuhusiana na serikali ya Tanzania baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika majuma kadhaa yaliyopita. Kwa siku ya jana bunge la Ulaya liliketi kuweza kujadili hali ya kisiasa ikiwa matokeo ya vifo vya waandamanaji katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, unjifu wa haki za binadamu pamoja na kushikiriwa kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasi cha Nchadema ndugu Tunduliso David Mlister ambee ni mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje katika bunge la Umoja wa Ulaya alipata nafasi ya kuzungumza juu ya masuala mbalimbali, huku akilitaka bunge hilo kuweza kuzuia misaada pamoja na mikopo, ambapo umoja wa Ulaya amekuwa ukisaidia Tanzania katika utekelezaji wa miradi mbalimbali katika serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Hata hivyo bunge la umoja wa ulayalilipitishazidya ezo tisa dhidi ya serikali ya Tanzania kufuatia uchaguzi mkuu uliotamatishwa wiki kadhaa zilizopita, huku wakidai kwamba uchaguzi uliofanyika haukuwa huru na wa haki huku wakitaka serikali kurudia mchakato wa uchaguzi mpya kuachiliwa kwa, kwa wanasiasa pamoja na kuruhusu uhuru wa kuzungumza na uhuru wa vyombo vya habari pamoja na kuachiliwa kwa wale waliotekwa na matukio kadhaa ambayo yamekuwa kikinzana na haki za binadamu. Zaidi ya kura 539 hii leo zimepigwa katika Bunge la Umoja wa Ulaya huko Brussels nchini Ubelgiji. Katika kura hizo zilizopigwa hii leo zinapitisha moja kwa moja mapendekezo na maazimio ya e bunge hilo la Ulaya ikiwemo kusitisha misaada na mikopo kwa serikali ya Tanzania. Kwa mjibu wa taarifa ambazo zimerifikia mezani wakatuni, kwamba Umoja wa Ulaya umesitisha moja kwa moja mpango wa maendeleo dhidi ya serikali ya Tanzania kwa mwaka 2025 kufuatia uchaguzi mkuu ambao ulikuwa na dosari kubwa, huko vifo vikitajwa katika uchaguzi huo. Umoja wa Ulaya umesitisha mpango wa maendeleo wa Tanzania kwa mwaka 2025 ukitaja uzito wa hali ya nchi kufuatia ghasia zilizoambatana na uchaguzi tata wa Oktoba 29. Hata hivyo, Mali ya Ruiz, kamishna wa Umoja wa Ulaya anayehusika na uthabiti wa kifedha, huduma za kifedha na masoko ya mitaji, amezungumza juu ya uchaguzi wa Tanzania huku akisema kwamba uchaguzi huo ulikuwa na dosari, idadi ndogo ya wananchi waliojitokeza katika upigaji wa kura na vurugu zilizowaghalimu mamia ya watu na maisha yao. Vile vile, mali ya Ruizi alibainisha kuwa kipindi kabla ya uchaguzi kulishuhudia matukio mbalimbali na uvunjifu wa haki za binadamu, ikiwa matukio ya utekaji nyara, kukamatwa kwa viongozi wa upinzani hasa kimgusana kumlenga moja kwa moja mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Tundu Lissu, ambaye anakabiliwa na mashtaka ya uhaini. Amesema kwamba kwa uzito wa hali hii EU imesitisha mpango wa maendeleo wa Tanzania 2025 na inaweka wazi uchunguzi wa kuaminika ili kurejesha imani, alisema mali ya Ruizi katika bunge hilo la Umoja wa Ulaya hii leo akiweka wazi msimamo wa bunge hilo kufuatia mazungumzo yaliyofanikishwa siku ya jana. Ubalozi wa Tanzania mjini Brussels huko nchini Ubelgiji walituma maombi kwa rais wa bunge la Umoja wa Ulaya dhidi ya madai mbalimbali ambayo yamekuwa kidaiwa na umoja huo wa Ulaya, huku wakitaka kuhusishwa moja kwa moja katika mchakato wa utoaji wa maoni katika bunge hilo, huku wakishutumu bunge hilo la Umoja wa Ulaya kutoa tendea haki na kwenye fursa ya kusikilizwa kabla ya mchakato wa bunge hilo la Umoja wa Ulaya kuijadili serikali ya